Karibu sana Jebra, nashukuru sana, hebu tuangalie sheria hii imeanzia wapi na kwa nini ikawekwa sheria ya manunuzi ya umma? Uh, sheria ya manunuzi ya umma imekuja Tanzania baada ya kuona kuna, kuna changamoto nyingi sana katika usimamizi wa manunuzi kwa hapa Tanzania. Uh, usimam, changamoto ilikuwa kwamba kuna bidhaa nyingi zilikuwa zinanunuliwa kwa niaba ya serikali afu zilikuwa zidumu Muda mfupi tu, bidhaa bidhaa hii fupiabacaka kwa mara ya, ya umma yes, kwenye mashirika mbalimbali ya serikali na serikali kuu ilikuja kufanyia mabadiliko mwaka elfu mbili na nne na mabadiliko mengine tena kuja kufanyika mwaka elfu mbili na tisa. Hiyo uh, sheria baada ya kufanyia mabadiliko sana mwaka elfu mbili na kumi na moja tarehe thelathini Disemba elfu mbili na kumi na moja sheria namba tisa mwaka elfu mbili na kumi na moja ilipitishwa, ambayo ndo ikawa sheria ya manunuzi ya umma. Kwa hiyo imepitia mchakato mzima ili kujaribu kuhakikisha kwamba mm, watanzania wanaweza wakafaidika au kukaa kuna matumizi mazuri ya fedha za serikali katika manunuzi ya, ya bidhaa mbalimbali. Labda kwa msaada wa kisheria sheria hii hasa ilikuwa inasemaje? Uh, sheria hii sasa ukiangalia kama ile, ile ya mara ya kwanza ile ilikuwa inatoa mwanya mkubwa sana kwa, kwa, kwa watu kujipatia fedha kupitia hizo nani kupitia manunuzi ya umma. Kwa hiyo kutokana na ule mwanya mkubwa sana na kutokuwa na usimamizi mzuri ikaja sheria mwaka elfu mbili na kumi na moja ambayo ikawa inaweka misingi mitatu. hiyo misingi mitatu ilikuwa imewekwa kwenye kanuni, ehe, ambazo zi ni kanuni namba mia nne sitini na sita za mwaka elfu mbili na kumi na moja. Hizi kanuni zenyewe zilikuwa zinaongoza misingi mitatu katika utoaji wa, wa tenda kwa watu mbalimbali mbali. Wazi uwezo ilikuwa nataka kwanza kabisa ku kuna uwazi katika, katika, katika usimamizi wa, wa, wa, wa tenda mbalimbali mbali. Uwazi, kila mtu ajue tenda inafanyikaje iwe wazi kabisa. Lakini pia walikuwa wanataka kuzingatia uwezo, uwezo wa mtu husika ambaye anaweza akaomba hizo, hizo, hizo nafasi mbalimbali mbali. Lakini pia walikuwa wanazingatia uzawa wa mtu kwamba atlisti wazawa waweze kupewa kipaumbele katika, katika manunuzi ya umma lakini pia hiyo sheria, hizo kanuni kanuni ya 30, 31, 37 na 40 zilikuwa zinaeleza kwamba kuna vitu vya msingi vya kuangalia kabisa wakati wanatoa hizo tenda kwa watu mbalimbali. Lazima wakishe kabisa, wanaangalia kabisa, kwanza kabisa, wanaangalia katika katika nia ya kukuza viwanda vya ndani. Kwa hiyo katika manunuzi yao wanatakiwa kuongozwa na vitu kama kukuza viwanda vya ndani, lakini pia kukuza au kuweka kipaumbele kwa bidhaa za ndani, lakini pia kutoa vipaumbele kwa wazawa ambao wana, wanashindana katika hizo tenda kwa kuangalia vigezo vya wazi na na uwezo wa mtu husika. Tuangalie sasa ni upi umuhimu wa sheria hii ya manunuzi ya umma kwa wananchi na serikali. Ah, hii sheria ya manunuzi ya umma ambayo ni sheria namba 9 mwaka 2011 ina, ina ina ina mambo kadhaa ambayo ni ya msingi zaidi ambayo watu wanapaswa kuyaangalia. Ah, kwa sababu hii sheria nia yake ni nzuri sana. Ne yake ni kabisa katika kupambana na, na rushwa na manunuzi ya, ya, ya, ya sekta ya umma uh. Katika ripoti ya haki za binadamu ya, ya kituo cha sheria na haki za binadamu ya mwaka elfu mbili na kumi na tatu, ukurasa wa 249 wanaeleza kwamba changamoto ni kubwa sana ya rushwa katika manunuzi ya umma. Katika hiyo ripoti wanaeleza zaidi kwamba uh, rushwa imekuwa ni kubwa sana katika manunuzi ya umma kwa sababu kumekuwa kuna kuna kuna, kuna, kuna kuingiliaji mkubwa sana kwa weza watawala wa juu au wanasiasa kuingilia mchakato wa tenda. Uingiliaji wa wanasiasa mchakato wa tenda ndio uliopelekea kwa kuna kashfa za aina mbalimbali, kwa mfano kashfa za Richmond, si kashfa za manunuzi ya rada na vitu kama katika kuona uingiliaji wa wanasiasa uh, walieleza zaidi kwamba kumekuwa kuna hakuna uwazi katika manunuzi ya umma, kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa watu kuingilia tenda, aidha kwa kuchungulia tenda kwa wale wafanyakazi ambao wa, wa, wanahusika, yani watu si mnamna kompiti pale katika kupata hizo tenda, wanaangalia nani kaweka kiasi gani. Kwa hiyo watu wanachungulia, wanaangalia, bwana aha, hii kalamu inauzwa shilingi ngapi? Labda dukani inauzwa shilingi mia mbili, lakini wameitisha tenda pale kila mtu anasema kiasi ambacho weza ka supply hizo kalamu, ongeza 70 na, na supply